Wapendwa katika Kristo, karibuni sana katika live streaming nyingine tena siku ya leo. Tunamuomba Mungu siku zote, ambaye ameendelea kuwa pamoja na sisi wala hajatuacha um, kwa wale ambao bado hatujawahi kuingia kwenye live streaming hii, mimi ni Amedeo Mkatoliki TV. Kila siku ya juma, kila siku ya juma Saa tatu kamili usiku tuna live streaming hapa kwa ajili ya kuendelea kupeana mafundisho katika mfungo ambao tunakwenda kuanza ndani ya tarehe kumi na nane mwezi huu wa pili. Kwa wale Wakristo pamoja na Waislamu wote, haya mafundisho yanawahusu, haijalishi wewe upo katika dini gani, lakini mafundisho haya yanakuhusu kwa namna moja ama nyingine. Nitatumia Biblia sana, kwa sababu ndiyo mwongozo na ndiyo mapokeo yangu ya kiroho kwa ajili ya mwendelezo wa maisha yangu. Kwa hivyo basi, kabla ya kuanza, wewe ambaye hauja share, eh, share live streaming hii kwa watu wengine ehe, ili wengine wapate kujoin na sisi hapa, ili tuweze kumtukuza Mungu sote kwa pamoja, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Baba wa milele yote, tunakushukuru kwa kuwa nafasi nyingine tena hii, Bwana, uliyotujalia sisi watoto wako. Asante kwa uweza na nguvu itokayo kwako, umetubariki sisi watoto wako. saa nyingine itupo mara kwako, tunaomba utusamee sisi uovu wetu na makosa yetu. Tumetenda uovu mbele zako, tunaomba ututakase kwa hiyo damu yako, ili tuwe na ujasiri wa kupaingia patakatifu pa Mungu kwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Ee Mungu, uendelee kuwa pamoja nasi tunapoanza hata tunapomaliza. Tufungulie yale masikio ya rohoni, tupate kusikia neno lako, tupate kujifunza ile kweli itakayotuweka sisi huru kwenye maisha yetu. Ninaomba hayo yote ni kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amen. Basi karibu mpenzi mtazamaji, ili tuweze kwenda pamoja kama utafunga siku thelathini, siku arobaini, siku ishirini na moja, na ukamaliza mfungo wako vizuri, lakini ukarudia matendo yako ya zamani, yaani nazungumzia dhambi zako za zamani, ulikuwa umezipaki, ulikuwa umejisahaulisha umetubu kweli, haukutubu kweli, ila baada ya kumaliza mfungo wako umezirudia zile dhambi. Yaani, maanake uliacha, lakini bado unaendelea. Nataka nikuambie kitu kimoja, aheri usiingie katika mfungo, kwa sababu Mungu anapotuonyesha tuingie katika mfungo anatupa nguvu pia ya kuendelea kusimama katika mfungo na baada ya mfungo. Sijui kama tunaelewana. Sikiliza, narudia. Kama unahisi umeacha dhambi baada ya kuingia kwenye mfungo na ukimaliza mfungo unatamani kuzirudia au utazirudia zile dhambi ambazo ulikuwa ume unazifanya ni heri ukaacha mfungo wako usiufanye, ukaendelea na mambo yako. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kuna watu wengi wanafunga, kuna watu wengi wanalia mbele za Mungu, kuna watu wengi wanakesha, wanaomba mbele za Mungu, hawajibiwi, kwa sababu wana dhambi fulani zimewafunga. Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba Mungu huwasikie, tunatwajua kabisa, Mungu hawasikii wenye dhambi, bali yule aliyekuwa mwema mbele za Mungu ndiye Mungu anayemsikia yule mwenye haki mbele za Mungu ndiye Mungu anayemsikia. Katika hayo, tunajiweka karibu na Mungu, tunaondoa zile dhambi tulizokuwa nazo, na katika mafungo tunayoyafanya ni kutaka na kuomba rehema ya Mungu ya toba kwa ajili ya kwenda vizuri kwenye maisha yetu. Kwa hivyo basi, katika yote unapofunga, hakikisha baada ya kufunga mambo yote umeya dhambi zote, zote mahusiano mabaya yeah. Asanteni sana kwa wale ambao mlikuwa mnaendelea bado kunisubiria na washukuruni sana. Kwa hivyo basi tuendelee tukisoma katika ile Habakuki mbili mstari wa pili anasema andikeni, njozi mkaitie wazi wazi tusikiliza Mungu. Hatufanyi tufunge ili atufungie kwenye mambo yetu, hapana, anatupatia mfungo tufunge ili tupate mwelekeo, tupate uelekeo fulani kwenye, kwenye kwenye kwenye maisha yetu. Anahitaji sisi tupite vizuri kwenye, kwenye mfungo na kwenye maisha yetu ya kila siku sio kwamba baada ya kumaliza mfungo urudi katika zile zambi zako, au urudi katika mambo yako mabaya uliokuwa ukiyafanya. Ninakuonya kwa jina la Yesu Kristo, Biblia imesema onyaneni, tuonyane. Kwa hivyo basi, katika mambo ambayo unayaendea aliyokuwa mabaya kabla ya mfungo na baada ya mfungo, unataka kuyaendeleza na unajua ni mabaya na unajua mwisho wake ni mbaya, lakini bado unaendelea, Mungu ninaomba akusaidie sana utoke katika hiyo shida yako. Omba mwelekeo mpya kwenye maisha yako. Baada ya kutoka kufunga, usiingie tu katika mfungo wetu kwa sababu umeacha tu dhambi kwa muda, alafu uje tena urudie ile dhambi yako, utakuwa unamkufuru Mungu na utakuwa unamkosea Mungu. Sikiliza, mfungo unafungua masikio ya kiroho ndani yako, pale tu ambapo umeachilia, umeachilia mwili wako, umeachilia roho yako ipate kuzungumza na Mungu. Basi kuna mabadiliko ya kiroho huonekana ndani yako. Sikiliza, huonekana ndani yako baada tu ya mfungo. Kuna nguvu mpya huongezeka ndani yako, shetani huogopa, kwa sababu anaona kama kuna mtu yule wa kale kwangu nilikuwa nikiingia nikikuta madhaifu mengi, nikikuta shida nyingi katika huu mwili. Lakini baada ya mfungo amekukuta wewe tayari nguvu fulani imeongezeka, hutetemeka na kuona kuna sehemu ambapo nimeingia palipokuwa pakavu, na sasa ni pabichi, pana maji mengi, na sasa pana, pana unyevu unyevu mwingi wa Yesu Kristo aliyeweka ndani yako. Sijui kama unanisikia vizuri. Sikiliza, kama Danieli, jinsi alivyoweza kufunga aliuelekeza mfungo wake kwenye maisha yake. Hakutaka vitu vya kula vizuri, hakutaka maisha mazuri katika mfungo wake, lakini baada ya kumaliza mfungo wake aliuona ushindi kwenye maisha yake, aliuona ushindi, aliona njia mpya, alipata mwelekeo mpya wa kiroho, alijazwa roho wa Mungu ndani yake. Baada ya mfungo Mungu huanza kuzungumza na kukupatia maelekezo au mwelekeo fulani ufuate, kwa jina la Yesu Kristo, wala sio makelele mbalimbali ambao unapaswa kuyafata. no, no, no, hapana. Mungu anakupa maongozi ya Roho Mtakatifu ndani yako ujazwe na ile nguvu ya kiroho. Sikiliza, tatizo watu wengi, sio kwamba tu kuingia kwenye mfungo. Tatizo hawaachi matendo yao, hawaachi yale mambo yao hawaachi vitu vyao, na wengine inawezekana wanaingia navyo, lakini wamefunga. Sikiliza, unafunga bure. Hatutaki kukutengenezea kuku, kuku, kuku, kuku, moyo wako kwamba unafunga vizuri. Hapana, unafunga vibaya kama endapo uko na dhambi ndani yako, tubu kwanza. Ndio maana mapadri wetu husema njoo utubwe dhambi yako. Mungu aonaye silini atasikiliza dhambi zako na kukuambia ukaitubu ile dhambi yako. Tubu ile dhambi yako, ili uingie katika mfungo salama. Lakini zaidi sana, unapoingia katika mfungo, ukimaliza mfungo, basi acha yale mambo yako kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu atakupatia uelekeo wake. Mungu atakupatia uelekeo wake. Sikiliza, kuna jambo jingine ambalo la pili, Mungu anakupa mwelekeo uhalisia wa uhalisia tu kwenye maisha yako, sio wa dakika moja au wa dakika mbili. Hapana, sikiliza, inawezekana kabisa eh, eh, kabla ya mfungo, kuna, kuna vitu fulani ulikuwa unavifanya ambavyo vilikuwa havikupi uelekeo wa kimungu ndani yako. Sikiliza, Mungu hakupi tu faraja eti kwa sababu unaingia kwenye mfungo. Hapana, mungu anakupa maagizo ya kwake, anakupa mwelekeo mpya tuseme, kama jinsi ambavyo Nehemia alivyokuwa, hakulia tu hali ya Yerusalemu jinsi ilivyokuwa, hakulia tu hapana. Alipewa mpango wa kutimiza wa kujenga mazabahu au wa kujenga hekalu la Mungu. Sikiliza maagizo katika mfungo wako hakikisha unatoka na maagizo ambayo ni maelekezo ya kimungu ambayo unapaswa kuyaenenda kuyaendea hayo, ili uishi salama kwenye maisha yako, ukawe huru, ukawe hodari asei. Mungu akusaidie sana, Mungu akusaidie sana. kwa Yesu alifunga siku arobaini baada ya kufunga, licha ya majaribio ya Ibilisi ndani ya siku 40, lakini Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba yule shetani alimuacha yule Ibilisi baada ya kumjaribu, alimuacha. Malaika wakaja wakamtumikia. Baada ya kumaliza mfungo, alitoka na nguvu mpya. Sikiliza, Biblia inasema alitoka na nguvu mpya eh? Alionge, kuna nguvu mpya iliongezeka, kuna nguvu mpya ilitokea ndani ya maisha yake, ndani ya moyo wake, ndani ya roho yake, ilijazwa nguvu mpya. Akaenda na nguvu mpya kuponya wagonjwa, kufufua wafu, akatoa mapepo, akaponya wenye kupooza, viwete nao wakatembea, e, viziwi vi, nao wakasikia, wasiokuwa na kuona wakapata uoni ndani yao wakaona, wakajazwa nguvu mpya ndani ya maisha yao, wakaona utukufu wa Mungu kupitia mtu huyu. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba Mungu akujalie katika mfungo utakaomaliza, Mungu akakujalie neema ya maagizo mapya, uelekeo mpya wa kukua kiroho, kukua kiimani na matendo mapya kwenye maisha yako. Sikiliza, unachokumuuliza Mungu ni kitu gani ambacho Mungu anakuambia ukiache mara moja? Ni kitu gani ambacho mara moja unapaswa uanze kukizingatia kwa ajili ya utukufu wa jina lake? Ni kitu gani ambacho au ni nidhamu gani ambayo unapaswa kuifanya ili kumjua kuwa ndiye Mungu kwenye maisha yako? Yote hayo yatakuhakikishia baada ya mfungo wako unaenda vizuri. Aisee, Mungu akusaidie sana, Mungu akusaidie sana. Ninaamini baada ya kutoka kwenye mfungo utaimarika. Ninaamini wewe baada ya kutoka kwenye mfungo, kuna nguvu mpya itakuwepo ndani yako. Tuende katika sehemu ya tatu, ni hatua hatua gani ndogo baada ya mfungo Zi, zi, nasema unazopaswa kuzifuata kwenye maisha yako ili hatima yako ionekane. Kuna hatua ndogo ndani yako unazopaswa kuzifuata ili hatima ile kubwa ionekane. Naongea na mtu hapa, oyonsoge vizuri, naongea na mtu hapa kwamba kuna hatua gani ambayo unapaswa kuiendea ili hatima ile kubwa ya mwisho, yani ule wakwavu wa kimungu ndani yako, yaani mabadiliko ndani yako yaonekane, ili yonekane hatima yako your destiny. Kama ulikuwa wewe ni mwasharati, kama ulikuwa ni mzinzi, kama ulikuwa ni msengenyaji, kama ulikuwa ni mwongo, kama ulikuwa na aina yoyote ya ubadhirifu, kama ulikuwa na aina yoyote ya udanganyifu unapaswa kuondoka mara moja hivyo vitu. Wewe uliabudu sanamu, wewe ambaye unaifuata miungu, ulikuwa mganga wa kienyeji, wewe ambaye ulikuwa ni, ni, ni, inawezekana kwa namna moja ama nyingine umeabudu miungu, unapaswa kuondoka mara moja ili hiyo hatima yako ikawe njema kwenye maisha yako. Hatima, tunapigania hatima kwenye maisha yako hatima yako na ikaonekane kwa jina la Yesu Kristo. Anza mazingira mapya ya kusoma Biblia, ukamjue yeye, maana Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba imani yetu sisi tutaijua vizuri, kwanza inayoanza na kusikia. Imani inaanza na kusikia na ina, inaanza kwa kusikia nini? Kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo ili uongezeke katika imani yako ili Mungu aendelee kukuinua kuinua viwango hadi viwango, hakikisha unamsikiliza hakikisha unasikia unasoma neno la Mungu ili umsikilize yeye aliyekupa maagizo ya kumwelekea. Acha mahusiano mabaya ndani yako, acha mahusiano maovu yatakao kupeleka wewe kwenye hatima mbaya. Acha kwa jina la Yesu Kristo, iondoe ondoa maagizo yoyote mabaya ambayo inawezekana familia yako, inawezekana wazazi wako wanakwambia fanya, ili mradi we uishi maisha maovu katika maisha yako. Acha mara moja mahusiano mabovu, ili kuhakikisha hatima yako inakuwa vizuri. Kuna vitu ambavyo ulivyoahirisha vyenye hatima njema, anza leo kwa jina la Yesu Kristo, ili hatima yako iwe njema kwenye maisha yako. Hakikisha unakuwa mwaminifu mbele za Mungu, mbele za wanadamu, mbele ya watu wote kwa jina la Yesu Kristo, ndipo hatima yako itakwenda vizuri. Leo ninaongea na mtu hapa kuhusiana na kwamba baada ya mfungo, baada ya kumaliza mfungo, unataka nini Mungu afanye ndani yako? Unataka wewe ufanye nini baada ya mfungo? Yote hayo maswali unapaswa kujiuliza, baada ya kumaliza mfungo ufanye nini. Basi mwhakikishie Mungu kuna vitu fulani ambavyo utavifanya: kusoma neno la Mungu, kukaa katika maombi, kuwa mwaminifu, kuacha mahusiano maovu, kutengeneza njia ya kumtumikia yeye, ili hatima yako ikawa nzuri kwenye maisha yako. Jina la Yesu nalibarikiwe sana. Sikiliza, Biblia inazungumza habari ya kwamba yeye aliye mwaminifu katika yaliyo madogo hakikisha unakuwa mwaminifu katika madogo yako yote unayoyafanya. Biblia inazungumza habari ya kwamba aliyo mwaminifu katika kidogo, ulikuwa mwaminifu katika kile kidogo unachokifanya, pokea faida zako. Kama tunakumbuka ile hadithi kama tunakumbuka ile hadisi ya kwamba Yesu alipokuwa anawaambia, anajibu mawazo yao kwa akili zao, yule mtu aliyepewa vitu vitano, uende ukawekeze, aliwekeza na kurudisha vitu vingine zaidi. Yule aliyepewa vitatu akawekeza, akaleta vingine zaidi. Yule aliyepewa kimoja akakichimbia. Sikiliza, Bwana Yesu anasema, alipo yule aliyeleta vitano akamkabidhi Mungu zaidi ya vile vitano, yaani vitano vingine. Na mwingine vitatu akaviongeza vitatu vingine. Na mwingine kimoja hakuweza kukirudisha, kwa sababu alisema nilidhani kwamba unavuna usipofanya, usipopanda. Akasema, mwaminifu, wewe ni mtu ambaye sio mwaminifu, sio mwaminifu. Hakikisha unakuwa mwaminifu mbele za Mungu, hakikisha unakuwa mwaminifu mbele za Mungu, ili hatima yako ikaende vizuri, ili hatima yako ikawe nzuri kwenye maisha yako. Ninaomba Mungu akubariki sana. Sikiliza, huu mfungo hautaki uende bure. Nadhani unanisikia vizuri. Huu mfungo wako unaoufanya usiende bure. Hakikisha unapomaliza mfungo wako, kuna maelekezo ya kimungu ndani yako, kuna maelekezo ya Roho Mtakatifu namna ya kuenenda baada ya kumaliza mfungo wako. Hakikisha sana hilo. Ninaomba Mungu akusaidie baada ya kumaliza mfungo, uwe Muislamu uwe Mkristo unayeanza tarehe kumi na nane mwezi huu wa pili, hakikisha unatumika vizuri katika huu mfungo kwa jina la Yesu Kristo. Unapomaliza mfungo, hakikisha umepata mwelekeo wa kuenenda kwa njia ya Yesu Kristo, kwa sababu njia ya Yesu Kristo ndiyo njia ya uzima ndani yetu. Ukipokea jina lake, ukipokea neno lake, ukipokea maagizo yake hat atakuongoza. Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba Yesu atakuongoza katika njia ya kweli, atakuongoza katika njia ya kweli hmm. Yesu ndiye njia ya kweli sikiliza, Yesu ndiye njia ya kweli na uzima ndani yetu. Mungu akusaidie sana wewe ambaye unapata nafasi ya kufanya mafungo yako, mwombe Mungu akupatie mwelekeo macho yako kiroho ya kiroho yakafunguke, achana na macho ya nyama. Inawezekana ukaona vitu kwa kawaida, lakini kwenye macho ya kiroho kuna vitu vinabadilika, kuna vitu vinabadilika. Sasa mwache Mungu afanye, atengeneze ndani yako mabadiliko, akupatie mwelekeo mpya kwenye maisha yako, wenende vizuri na hatima yako ikawe njema kwenye maisha yako. Ninakuombea Mungu sana, aendelee kukubariki wala usiache njia ya Yesu Kristo, kwa maana ndiyo njia ya kweli, kwa maana ndiyo njia ambayo inatupeleka sisi katika hitimisho la maisha yetu yaliyokuwa mema, ndio inayotupatia hitimisho, ndio inayotupatia hitimisho lililo jema, ndio inatupatia hatima njema kwenye maisha yetu. Ninaongea na mtu hapa, Mungu naomba akubariki sana. Mungu naomba kujalie neema yake, ninaomba Mungu akusaidie sana Wee uliyekuwa na moyo wa jiwa, kubadilishie moyo uwe moyo wa nyama, ukamsikiliza yeye peke yake, Mungu wa kweli aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ninaamini siku moja utashuhudia kuwa Mungu matendo yake ni makuu kwenye maisha yetu sisi, matendo yake ni ya ajabu. Inawezekana kuna mambo yalishindikana kwenye maisha yako, lakini Mungu akakusaidia sana. Tuombe. Baba wa mbinguni, Asante kwa mfungo ambao tunakwenda kuanza na pia tunaomba nguvu yako, ewe Bwana, tutakapouanza mpaka tutakapoweza kumaliza, ewe Bwana, ukae pamoja nasi. Tunaomba Mungu mtakatifu, katupatie nguvu na mwelekeo mpya kwenye maisha yetu tunayoyaanza. Baba, tufungulie macho ya rohoni, tuongezee imani tupatie matendo ya kimwili yale ambayo yanapasa kuenenda sawasawa sawa na Roho Mtakatifu anavyotaka sisi tuende. Tunaamini maongozi ya Roho Mtakatifu ndiyo njia ya kweli. Leo ninaomba unipe ujasiri wa kutii nilichokisikia, kwa jina la Yesu Kristo nisaidie kupangilia maisha yangu kulingana na mapenzi yako. E hey Yesu, ondoa makanyagio yoyote ondoa manyanyaso yoyote, ondoa maovu yoyote, ondoa kila maovu yoyote ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo, nikutumikie wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu siku zote. E Bwana, ninakataa kurudi nyuma kwa jina la Yesu Kristo, ninachagua mwelekeo mpya kwenye maisha yangu. Sikiliza, endelea kuomba kwa jina la Yesu Kristo yote. Mungu akakubariki na akakuangazia nuru yake, ninaomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akuangazie nuru yake, ili kwenye maisha yako usimwache, usimwache Yesu Kristo, maana ndiyo njia ya kweli na uzima wetu. Bwana aliye mtakatifu, aliye Mungu wa milele yote, Alfa na Omega, aliye mwanzo na mwisho, kimbilio letu sisi, mwanga, nuru, chumvi, maji yanayotiririka Ndiye Ekaristi Takatifu, uliye jua ya ulimwengu, tujaze e Bwana, tubariki Mtakatifu. Ninalibariki jina lako e Yesu na kuamini ya kuwa wewe ndiye mwokozi wa maisha yetu, utatupigania siku zote za maisha yetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho mtakatifu Amen. Mungu na awabariki sana. Kesho tutakuwa live streaming pia saa tatu kamili usiku. Usisahau kuungana nasi na hii ni Amedeo Mkatoliki.